Ndogo yangu nimesikitishwa sana ninachokiona mitandaoni. Ujue wewe ndo kama huna akili. Yule anatangaza magari kistaili yake ili apate riziki. Na yule ndo bingwa kushusha bei. Ndio maana ukaambiwa bingwa used. Mpaka kuna magari ya laki nane na zangu namsikia mwenye tajiri na laki nane lipo. Sawa kwa sasa unapiga kelele za nini? Afu wewe ndo unampeleka mjini yule. Kwa sababu wewe gari lako umejinadi milioni 55. Magari yenu ya, ya mikopo wasanii tunajua. Hamnaga hela ndefu. Sawa. Yeye kwake no, anauza 25. Sasa tatizo liko wapi? Eh, afu unalalamika wewe unataka kibanda cha kuuza magari mawili. Bora wangilalamika wenye mayadi huko. Eh? Mimi mbona kwangu gari linauzwa milioni 80, mimi mali sita linauzwa milioni 150. Na maisha yanaenda. Yule anauza na sisi tunauza. Sasa wewe unaanza kujipokesha, yani unajiwasha mwenyewe uonekane wewe ndio mnunua gari la juu, gari lako la samani. Labda nikwambie mdogo wangu. Hapo unajishusha. Alafu nikwambie hayo magari ndio anaongoza kwa, kwa kutagereje ya mitaga. Magari ya mzungu hayo. Uwezi kuendesha Q7 hizo. Uwezi. Kwanza gari za kizamani mno. Yaani kwa kumbe tangeni ni ST. Sasa anatangaza ya biashara yake unaanza kuropoka, wewe ndio unampeleka mjini ujue. Alafu hata hiyo kampuni ile waliokuajiri kupiga kelele unawashusha. Sawa? Yaani hao siku nyingi wanaonekana wapigaji. Kwa mimi naongea hakuna mshamba yote anaweza kuniambia kitu. Acha ujinga wewe. Hi, baadaye ndio utamfuata ule brother gari bei gani laki saba. Hii kule ni mia mbili laki tisa. Kumbe nilipigwa mwaka jana. Sanuka. Sasa unapiga kelele kwa sababu si ushakopa. Alafu unaingia kichwa kichwa. Hebu mzunguma kwanza hata jirani yako. Nani ana gari kama hilo? Unapokaa uko bonde sio kibonde, maji sio nyumba barabarani, bali hapa. Angalia jirani yako gani analo ile gari ngaru. Acha ujinga, mwache ule bingwa, afu ule mtu wa dini. Yule uko kwenye game siku nyingi, karibuni miaka 15, 10 years. Wewe hata bado hujatoka idaru kuuza mirungi. Acha ujinga wewe, sifa zingine za mitandaoni hazikufai ngalo, wewe mdogo wangu. Mimi sio shakuja ofisini, tukae kitu na kufundisha maisha. Acha hizo. Eti oh, sijui nini kama biashara ya nani? Wewe vipi? Wale ndio wanauza bei hiyo. Si kwetu tunauza milioni 20, mbona tunalo bado? Lina miezi kibao tena mapya tunayo ya kisasa. Si hilo lako mwaka wa nyuma, mwaka wa mbele. Hii vipi babu? Ile ukoneendo kampuni unaiweza. Unajishusha babu. Kampuni yenyewe na magari saba, mawili ya mtufu denke matano mwenyewe uko sinza. Makabulini, acha ujinga, sanuka. Watu wa magari wa mbele watakugombanisha mdogo wangu, wawezi. Wewe endelea na komedia yako. Kama umepigwa milioni 55, piga kimya. Sisi huku tunalo milioni 20. Sasa unawakanini? Sasa mtu asitangaze biashara yake, liondoke? Eti anaharibu biashara ya nani? Wewe ndio ulimpatia leseni ya biashara? Muache bwana Magaliuzi yule mwanangu. Na mimi ndio namtangazaga mpaka watu wakamjua. Sasa wote tena unakuja kitaacha mdogo wangu. Uwezi vita za watu wa magari. Rudi kwenye komedi yako katangaze wanyama huko. Gari lako ushapigwa hilo gari la chini ufiki kokote. Hata moshi kwenu vijijini uingi nalo, kwa sababu liko chini linagusa hilo, ufiki kokote linataga. Sanuka, Sikwato, nikinota tekta kulimia ungepeleka kwenu Moshi ungegona na kijiji mmeni ta Asante, mshamba engaru. Kumbe nakuona mjanja, unajishusha unagombana na mtu wa Mungu ule. Dunia inamkubali yule, anawateja wengi, ala mafuasi wengi. Yani wewe ndio umemongezea followers kumsema vibaya. Ujue duniani mtu akisemwa vibaya ndo wanaenda mjini eh. Yani wewe ndio umempa followers yule Magariuzi, watu wataenda kununua usabu kwake bei rahisi. Wewe uko na kusemaika kampuni yako atufudeki, umepigwa 55 haya, 55. Usikiacha kwetu Bagamoyo, wewe narusha jeli na kuishia miguu 9 kwa 2. Umepigwa mzoba le kwa mledia zoba. Naongea mimi, influencer mkubwa wewe. Acha ushamba, mpiga kimya, maisha yako yaende, mwache ule jamaa. Yaani wewe ndo unazidi kumpa wateja usio magari yake ya bei rahisi. Kule mnakokopa mnapigwa, sawa? Mimi ndo nashaongea, acha ushamba Ngaro magari yusi. Kafanyaje mtu wa Mungu yule? Maneno mawili kamtaja Mtume, kamtaja Yesu, unasanuka tu ovyo. Gari lako lina nini? Na gari yenyewe la chini hiyo. Umepigwa hata noa yangu yalilipa dikubwa Napita kokote, moshi yaidaru kote napita kwenye mashimo. Acha ushamba Ndaro wewe. Kichogo kirefu usurudie tena.